Jina yangu naitwa kwa jina la Madi Kavenanci, minasimamia wa mama muikambi ya Museni 1 na Museni 2 inatusaidia sana juu kwanza, juu ya sida, tunaona batu mingi wanaomba kujipimisha, wanajua hali yavo vile nasimama na bana, banapata nguvu ya kukamata dawa, inapunguza kuvifu. Juu ya planning familial, tuku naona ba mama banakuya, banakamata mabinini, banajiproteje juu bashizale batoto wengi sana na tunaona VBG bafie ba garson hukunaona inabafurahisha. Ba hukunaona naona kuna kunakuwa upungufu wa maviolansi. Sasa vile ilikuwa kambini banatusaidia na ku planning familial. Vraiment. Ba bamama veko vikuna... ba na surtout sana vikonenda kwa mganga bana kamata dawa ya kusimamisha buzazi wanatumikisha mu ile mametode na jiko natusaidia. Tunaespere kama batoto watakuwa wanasambala sambala la tena mukambi ovyoovyo, ile IST nahiyo natusaidia ma infection hakuna huko. Naona batu wanajikamata zaidi kutumikisha kondom juu ya kujikamata juu ya mamaladi, bo biko na mafaa sana juu kisha kwenda kupimisha ujauzito, tunaomba bamama zaidi, tuna basansibilize baende na baume ba wabo, juu bana bapima bote, tuseme vih, juu mtoto azaliwe mizuri akisha kumupima vile, nanayua ile konsultasyon itamsaidia kuzala vizuri, banayua situation yake, banaya mtoto kwa ye mtumbo, banajua siku yaye kuzala, tazariakamuganga tazaria kwa nyumba juu ya kulinda naule mtoto ma infektion naye mama kujilinda. Bo bamama minaeze kubasaidia kujilinda, kwenda kutembea tembea na banaume ovyo, unekala na mume wako na regulierement au tutajua kama mume alienda inji au mama tunabankurajee, apres mwetade bapimishe baone vile wanasimama. Na zaidi zaidi bwana, kama na katala vraiment, tunezi kumsaidia, tunabajongea, tunabaombia umuhimu wakukamata sante yakekwe mzuri. Bo SWAA Burundi tunaisaidia sana juu ya imaformation, imadialogue maformation, wanatupatia nakadefoningia dialogue ima vraiment vinatusaidia sana komala, na kuku vitu tunabakia navyo mkichwa malgre mina komala, lakini cerveau ingali natumika tu tungali tunakumbuka vile wanatusaidia juu ya VIH SIDA, VBG, rs IST planning familial, vyote vile tushavikamata na gisi ya kusansibilize watu. Tunafurahi sana juu ya SWAA Burundi natusaidia kabisa. Onisida inatusaidia juu ya kusensibilize batu banafanishisha depistage volontaire, bamingi bakukua banajua vile banasimama. Kinyeni minaezi kusema juu ya Onisida batusaidieko, banze batu, batu, batu, kutwambia na ingini masere ya kufanya tusensibilize batu bakuwa banakamata dawa kwa wakati juu bamwavko na neglige, samnaezi kamata dawa asubuhi anakamata magharibi, ana troble mwili yake orkenafaa kuikamata tu saa moya juu apate kutumikisha mwili yake vizuri na ile dawa itumike vizuri. Tunajua batu mingi eko, par exemple, hata na 30 eko na sida, me juu kunya dawa mzuri, anafata ile conseil ya bamedecin, angara n'existe na uwezi kujua kama eko na ile. Wanatusaidia, merci.